Ofisi ya raisi, ikulu, waziri atakuwa Dr. Sada Mkuya Sala. Pili, ofisi ya raisi, katiba, sheria, utumishi na utawala bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya rais, tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, ofisi ya makamu wa pili wa rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba, wizara ya Kazi na Uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali, naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ya tisa, wizara ya elimu na mafunzo ya amali, waziri atakuwa Leila Mohamed Musa, naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi wizara ya afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya kumi na moja wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha, sasa hivi itaitwa wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma, naibu waziri atakuwa Ali Abdul Gulam Hussein. Ya kumi na mbili, wizara ya kilimo, umwagiliaji, mali asili na mifugo, waziri atakuwa Suleiman Masud Makame, naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya kumi na tatu, wizara ya maji, nishati na madini waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pandu. ya kumi na nne wizara ya uchumi wa Bluu. waziri atakuwa Masudi Ali Muhamed. naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. ya kumi na tano wizara ya ujenzi na uchukuzi waziri atakuwa Dr Khalid Salum Muhamed, naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya kumi na sita, wizara ya utalii na mambo ya kale, kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya kumi na saba ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda, nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya kumi na nane, wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, waziri atakuwa Ana Atanas Pau, naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasur. Ya kumi na tisa wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari, waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Suraga, naibu waziri atakuwa Muhamed Sijamin Muhamad na ya ishirini, wizara ya vijana, ajira na uwezeshaji. Waziri atakuwa Shabani Ali Othman, naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafid. Huo ndo mkeka.